Ziona kama hawa ni wanafunzi aisee, wapigwe disco moja. Hakuna wanafunzi mwenye akili hizo, huo sio mwanafunzi. Wapewe muda wa kwenda kugombania wanaume nyumbani, yani wagongwe disco moja. Huwezi mfanyia mdada mwenzio yani hivyo, na mdada mwenyewe amemkuta mdada, omba msaada, pige kelele, Yesu bwangu. Yani tutoe fact wanaopigania, hata mngekuwa mnampigania Wate, wa, uh, mtajua mwenyewe mnampigania, lakini huwezi uh, mfanyia mdada mwenzio hivyo yani. Kiufupi, polisi wakimaliza, jamani, uongozi uh, wa chuo, hawa watoto wapigwe disco takatifu, wapewe muda wa kwenda kugombania wanaume mtaani. hey! Yani your confidence ni another level, eti huyu hawezi kuwa mwanachuo, baadaye akaenda akahudumia akahudumia watu watu, anahudumia si muuaji wewe. Una unapata pia audacity kwa mwanaume gani? Kwa wanaume wepi? Ah, <laughs> yani mistuka jamani, kazi zima siku naongelea naume na, na chamba wanaume na, na kuja tena naongelea kuhusu mahusiano. Yaani lengo kubwa ni ni mara nyingi lengo kubwa ni kufikisha ujumbe. Jamani, Sio kama mimi pia sina mahusiano ambayo naongelea naume vibaya nayo. Lakini, yani leo ukiangalia jamii inavyomtazama mtoto wa kike na mtoto wa kiume, it's very different. Watoto wa kike ndo wakandiwa sana, ndo maana mimi nilikuja nikaanza kukandia tu wanaume. Yaani, kwa mfano hili tukio, mtoto wa kike amefanya vibaya 90%, kumi ni za mtoto wa kiume. Yani kia kia, akili ya kawaida, how can you date a person na rafiki yake wakati unajua na mke? Lakini angalia jamii, jamii tunaangalia lile kosa la binti. Yes, binti amekosea, lakini mnapokuwa mnamwazibu huyu, huyu mwingine naye asiachwe wewe unakuja mwanaume wa mtu? Au au ndo tunarudi kwenye mitazamo ya jamii yetu kwamba mwanaume akifanya umalaya ilijali, mwanamke akifanya umalaya malaya? Hapana, yaani people need to go further. Kwa, kwa sababu, kwa nini udate watu ambao wako psycho mmoja? Maana kwa wewe una shida, yaani wewe hata yaani hata kwa hiyo wewe ushindwe hata kudate mtu wa ndugu yake, ushindwe kwa sababu wale ni watoto wa jamii moja, watakutana tu wendo wendo kauaji wewe ulitegemea waangaliane vipi? Waishi vipi katika hilo unalolifanya? Yaani wanaume amekuwa matendo yao mengine yanafunikwa sana. But this is not good. Wewe ulitegemeaje? Ya yaani sasa wewe unaenda kudate na mtu na mtu wakati unajua anakutana, unaka Wewe unataka nini? Ndio hivyo tunakuja kwenye jamii yetu. Mwanaume akifanya umalani ilijali. Tutaenda kwenye comment section yake tutacheka, lakini kama mwanaume huyu ndio huyu. Ah, huyo mwanaume ndio ana tabia mbaya, tabia mbaya. We unakuwaje? Hata uju- yaani, anyway, wewe ukishakuwa unakula wanafunzi wa chuo, naenda chuo cha mbali. Kama sio cha mbali nenda kadeti, watu wa mtaani, we wachoa wa nini? <coughs> Hey, kiukweli jamii, yaani huyu mtoto amekosea asilimia yaani mia. Si, na, mi kiasi